Uhaba mkubwa wa samaki umeripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mji wa Malindi na haswa maeneo ya Mayungu, Shela, shalishali -shali, Ngomeni na Marereni. Wavuvi wanalaumu mabadiliko ya hali ya anga, matumizi ya mbinu mbaya ya uvuvi kama vile meli na nyavu zilizo zisizoruhusiwa kwa hali hiyo. Kwa mujibu wa katibu wa kitengo cha usimamizi BMU Shela, Salim Ali, mabadiliko ya hali ya anga yamechangia zaidi kupungua kwa samaki. Aidha, wachuuzi wadogo wanateta kuwa hali yao ya kiuchumi imeathirika na kuitaka serikali kuwapa msaada kupitia miradi mingine. Tirola ilipokuwa zijaja, ilikuwa samaki tukiwapata kiuzuri sana, ilikuwa tukitoa kidogo, twaja na nguru eh, samaki kila aina aina tu, lakini ilipoanza tirola mpaka kufikia saa hii, basi mavuvi yetu yani kile uchao yazidi kudidimia kama tunavyozungumza, ni maswala ambayo tunazungumza kila siku, juu ya kwa nini samaki wapatikani. Na serikali na watafiti hawa watafiti waje watupatie, wafanye utafiti, watupatie feedback, tuangalie ni option gani ingine wavuvi tunaweza wafanyia. Changamoto ambazo tunazipata huku baharini ni samaki, yani baridi imekuwa nyingi, samaki hakuna, samaki wamepotea na kina mama ni hivyo, tuko na majukumu. Watoto wanataka kusoma, wanataka kula, wanataka kila kitu. Saa hii watoto wako majumbani, hakuna fisi. Samaki ni hao wapatikani, wakipatikana bei iko juu. Unaona, sasa ndio watoto wako shule, wako nyumbani, shule zimefungwa saa hii, lakini saa hii mnataka tung'ang'ane watoto wetu wa waende mashule.